Narabuku, kuna nini tena? Mbona ushaanza kufurafura hivyo? Narabuku, hakiba haiozi, ungetulia kwanza. Ukipoa, kuna kitu nataka kuwaonyesha. ni kitu gani hicho?

<laughs> Shida yangu hata sio kubwa shida. Sina mimi sasa hivi, wazani sasa hivi nina shida? Shida sina mimi, shida anayo marehemu waliojitia kielele kupoma mapema. <laughs> Marehemu kuna taarifa ya una? Ah, sawa, ndo nachangisha mchango bwana Narabuku Bey amefariki, alichechi nambie a basi koma. Koma. <laughs> Koma koma <jasiminyami> koma kope <laughs> Koma basi nikwambie tu mimi jamani, nnawambia ukweli mimi, umbea nimeacha. Hii taarifa official kaniambia kaka yake damu, damu tumbo moja, toka nitoke bwana Narabuku amekufa. Taarifa hii zikasambaze magengeni, na nachangisha mchango kidaftari na peni kuetoatu mchango hapo, maisha yaende. mm. yule Israeli kafa, kumbe Maisraeli nao nakufaga, maana nilipata taarifa anaumwa mm. na wale ndugu zako walikuja walikuchukua mchango, na mimi niliwaahidi akifa yule mzee nitatoa katoni za maji, nitatoa katoni za juisi. Yani sikio ni watu tulu kujiachia ndotayari hivo, nalabuka shaka taringi.

Jaza Jasmini mikope yani yote atulia. Mm -mm, tulituli tulia. Mtoto mdogo pesa nyingi yani ya mwanzo. Jasmini ni mikope hapa. Mtoto mdogo mwenye pesa nyingi yote yani moja moja, naomba usisahau mm -hmm. Napenda ugazi kuliko kuoga Jasmini. Ah, hii siandiki. Kama uandiki nipe hela zangu zote usinchanganye, jaza daftari hilo. Kama uwezi eti. Sisi ndio napena ugomvi kuliko kuoga. Iyo naandika Jasmine, iyo naandika. Sasa shida nini? We kazi kuandika, kwani aupeni shilingi ngapi? au ni kupenda hela peni? <laughs> naandika andika, shika na hii <laughs> kadi ya benki hey, kadi ya benki hiyo katoe laki mbili na ishirini na ishirini. Hiyo elfu ishirini ni ya kwako wewe, unaopita kutembeza kidaftari sawa eh? itakupoza na wewe kidogo. namba siri, namba siri, mwaka 1999 ngoja, msisahau unaiandika pembeni, mwaka 1999 usizidishe, ni laki mbili na ishirini tu. Maji ya kunywa katoni za juisi kwangu wasisahau, sawa mnyamikupe? mi udugu wako lakini, turudiane ushoga, we ushoga mi na wewe shoga damudamu. Unakumbuka Kigoma Jasmini? we we, nakomea hapo hapo, sina udugu na wewe, sina ushoga na wewe, we udugu wako sikisonoko. Ulinikatamia ukamfata Kisonoko, baki na udugu wako. Ulimtimkavu sochimbwa dawa niokoe, shika na hii

Narabuku, ulipoenda huko, mrudi tena ukuone duniani ninavyoenjoy hapa genge, mba naduka, mba barapaa, na mimi nakuwa hali chachi na miela <gulia> mtoto mdogo mwenye genge langu la mboga mboga. Mmewaona wakenge? Yaani wanachangisha michango kwamba mimi nimekufa wakati mimi niko okay, mzima. Yaani kufa kufa ana wanapiga pesa kupita jina langu. Ah nimemaindi. Narabuku, punguza asira kwanza, punguza asira ndugu yangu. Ni vyema ukaangalia hali yako kwanza ili uweze kupona. Mi nazani muda huu tungeutumia kwenda uwanjani kufanya mazoezi. mm -mm. Awa wameleta salau na kwa vile na Rabuku Bei wazipedi salau, naenda kuwatia adabu, miano, miano. miano. na Rabuku emtoria kwanza, Bei miano Zogo na miano Narabuku Bei miano. miano miano miano na Rabuku hakuna kibambovu. Kwa sasa we ni sawa na mdudu. masikio asitoka ndani akacheza na wenzio, ingepoa kwanza. Narabuku punguza ukari wa maneno ni vyama, mda huu tungeenda uwanjani ufanya mazoezi tu, maana jioni kishaingia ukisha pona utawahukumu hawa kenge. Kalulete mwamba nawapa salamu zao, hawa kenge nikipuna Nenda kuwatia adabu kote, nenda kuwatia adabu Narabuku. Narabuku kaja kirigeni mwenyewe Narabuku. Narabuku kaja kirigeni mwenyewe Narabuku. Narabuku kaja kirigeni mwenyewe Narabuku. Narabuku kaja kirigeni mwenyewe anguko, eh? nizye maweka mwandaria udawa

Jamani, mbona hapa msibani hakuna watu? Najasimii, unachokishangaa mimi yeye nashangaa hapa. Sijakuta ndugu yake marehemu wala huyo marehemu, sijui wafiwa, sijakuta na si muda mchache, nimekutana na halichache huko njiani, kaniambia kwamba Narabuku Bey amefariki, nikakimbia nyumbani chap chap kwenda kujiandaa. Lakini sasa cha kushangaza, nafika hapo hakuna mtu. Huu eh, yani huu jamani Haya, na wewe umekuja msibani kama nani? Yaani mimi nimekuja msibani kama binti yake? Hmm. Binti yake, binti yake. Haya, nawe una udugu na Narabuku Bey au ndo wale wale wazee wa kuchapwa waku, waku, waku bakora? Eh? Na Jasini, nakuheshimu kwa nikikuheshimu ni heshimu, tusije tukavunjiana heshima. Sawa eh? Wewe Narabuku Bey unayemzungumzia vibaya hapa mimi ni binti yake na yeye ni baba yangu. Hata ile jina la makisikisi yeye ndo alinipatia, kwa hiyo tuheshimiane, mipaka iwepo. hmm. Hmm. Watu wakiambaga ukweli wagawanang'aka. Haya, hmm. mdogo wangu kitachoendelea utanijulisha, sawa? Jamani, baba kweli umefariki. Mungu akulaze mali pema peponi, lakini nitakumisi sana. Istoshe mashomboshombo tena sitakula nazi. Lakini kama umefariki kweli na unanisikia, ili kuje msibani kwako, hata we msibani kwangu sutakuja. Ah, kweli baba kusutana naumbe ili ushirike na kuroganoalicetu yes, sijichekeshe ili nikuone mcheshi. Yani mimi nimefunga supermarketi zangu niende msibani, nimefika mpaka pale kwa Narabuku Bey, sioni hata mtu hata mmoja. Haya, huo msiba uko wapi? kumbe ulienda e? Kumbe alivotoa taarifa, msiba utegemea tubaki majumbani. Sasa Jasmine, yes, pale hawawezi wakaweka msiba kwa sababu umeambia watanipa mimi taarifa. Uwezi jua, unajua wewe tena <laughs> familia yao kidogo wana utifu, utifu, wana umwinyi ndani. Uwezi jua, labda wakaupeleka huko, wakausafirisha. Sasa taarifa nikipewa nitawapa. Mbona mnakuwa mna viherehere, yaani mna viherehere mwenye kieleele mimi au wewe? Unachangisha pesa za msiba, alafu ujui msiba uko wapi? Aya, kwanza jukumu la kuchangisha hela alikupa nani? Kakaake? Aha. kwa hiyo jukumu la kukusanya hela akakupa kaka yake, ila jukumu la msiba ulijui, si ndio? Sasa kaka yake yeye ndo alimpa taarifa zote? taarifa ya kukusanya hela kanipa yeye na ya msiba tanipa yeye pia. kwa wanazika wapi? Sikiliza, nipe kadi yangu hilo, kuna nini huko? Lakini mimi ni mtiifu, mimi ni mwema, sina gabaya. Ile ili laki mbili na ishirini, acha kucharuka <laughs> hey, umetoa laki mbili na arobaini na nilikwambia utoe laki mbili na ishirini. Aya, hiyo ishirini zidisha nini? Jamani, nini jamani? Nikawa mwizi? Yaani mimi nitoe laki mbili na arobaini ili uweje? Ili fanye nini? kwa udugu wangu eni, kuibie sinagabaya. <laughs> unajifanya chizi unajifanya, eh? Umetoka Una milembe, nitakupokonya hela zangu zote. Umenielewa? Umenielewa? sijaongea mimi mwenzio mii kasijiaoja. <laughs> nah, kumbe meonekana huko, kumbe ulikuwa najua ionekane, yani muamala ukitoka tu meseji huku mimi naipata nanipelangu nakupa tene <laughs> <Uduguangu nikwana kupima. laughs> yeah. nani? udugu wangu kwa sababu udugu wangu mimi niko nakupima, udugu wangu niko nakupima iya. unampima nani? tamaa tu wewe, utaolewa na ndio maana nimekataa udugu nawe kwa sababu una tamaa tamaa. Wewe uko kama bendera fuata upepo, mshenzi wewe. Liangalie vile wewe ndio anafungiwa ndani kwa ajili ya hiyo hiyo tamaa tamaa

Mola hukumu hali. Machafu yao wanayafanya. Ina siku tu halihani yetu. Kuondanya ngenge. Ina maana washazika. Si tulikubaliana saa kumi jamani tulikumstiri bwana. Saa hizi ndo kwanza saa sita. Hakuna hata kuku kwenye wili. Wameshindwa subira ya dakika kadogo tu, nikawaletea hii mambo kwa ushahidi. Siliwaambia haya mambo nitakuja nayo mimi, tuhifazi kumbukumbu ya kumtili huyu, lakini ah. Waislamu huwa vitu vitatu hawacheleweshi kabisa, cha kwanza ni kuzika. Bora ulivyomwaisha Mungu, umetuendelea mtihani duniani, iko chuma hicho

shiriki na umetawala eh. Hey, Alichachi, hapo hapo. Kwanza wewe, sio uliniambia kwamba babangu amefariki? Mbona sijakuta msiba wala marehemu wala ndugu waliokuja pale kuomboleza huo msiba? Uko wapi, au awe matubai amewekwa wapi? Wewe huyo babako amefariki, ni babako gani? Babako yupi ambao mimi nimekuambia we babako amefariki? Babako gani? Wewe Alichachi, muogope Mungu wewe. Sio uliniambia kwamba na kukubea amefariki? Sio wewe Narabuku amefariki, yu ya nafusu. Uwe Narabuku, which is which? Tena wa sako nsumbuwa ya binti sawa, ni yate ni mevurugwa. Oho. Alichachi, sikuogopi kwa chochote. Yani uvurugwe uko, ujunikolo mee mimi. Yani nata kuniambie, o msibo kwa api? Kwa sababu menivalisha minguo chap chap, nimeenda ku, kuangaika huko nasema kwamba babangu babango amefariki, hafu tena unakuja unaniambia nini? Muone kwanza. O msibo kwa api? babangu mefaliki wapi? Yaani, wewe nani? Narabuku ni baba yako? Hili jipya sasa. Useme tu kwa Narabuku alikuwa danga yako, unataka na ukalizike, nikwambie msiba uko wapi? Koma tena, ukome kidogo kidogo hivyo, sawa? Yule ni babangu na kuheshimu. Muone kwanza. Msiba uko wapi? Koma mwenyewe tena, koma kidogo kidogo, koma kama ulivyokoma vitu vingine vyote ulivyovikoma, sawa? Koma hiyo hivyo, wewe kama Narabuku angekopo baba yako usingeshindwa kujua msiba uko wapi. Mpaka ujui msiba uko wapi, wewe Narabuku sio baba yako wala kuhusu, sawa? Tena unikome binti <laughs> tena unisikie, koma shenzi mdogo we, we alichache ni mwenyewe nimevurugwa. Ah, wewe umevurugwa. Ume kama mi nimevurugwa? Eh? Sasa nakwambiaje binti, ukiniona unione kama nyau ambaye nimekosa chakula, sawa nina njaa ndugu yangu, nitapita na wewe vibaya. Sawa binti, unikome unikome, tena ukome haswa. Alichachi, sikuogopi kwa chochote. Yani uvurugue huko ujunikolome mimi. Yani nataka kuniambie o msibo uko wapi? Kwa, kwa sababu umenivalisha minguo chap, chap nimeenda kuhangaika huko, nasema kwamba babangu amefariki. Alafu tena unakuja unaniambia nini? muone kwanza o msibo uko wapi, kwa babangu amefariki wapi?

ningependa muda huku na unatuliza hasira zako, na usifanye jambo lolote mpaka uja ukae sawa, nini mwana wa Karulete Mwamba. Naamini nguvu zako bado zipo, subiri upone Bey, umenielewa? Karulete na umia, Karulete Mwamba na umia, umuone watu ambavyo wanaleta zalau wananizika kabla mimi sijafa na katika hili nataka kujua mwenye mkuu bado alikuwa peke yake katika hili au alikuwa anashirikiana na watu wengine? Hmm, napenda nikuambie, lakini akili yako bado naijua, kwa sababu una hasira. Kwisha kukaa sawa nitakwambia ni nani na nani ambao wapo kwenye hili dude na wawezi kukudondosha Bei, una mizimu mikari sana ya kwenu ya Unyanyembe. Ningependa muda huu uendelee na mazoezi, ndio atakao kuweka sawa Narabuku Bei. Umenierewa? Nimukuerewa mwana Kalulete. Ngoja nikamwangali wa nguku kama kasha kuandalia dawa nyita. Bei Narabuku Bei.